Habari za leo ndugu mkulima. E, hapa mbele yetu tuna mmea wa pilipili hoho. Ukiuangalia vizuri, utagundua una hali ya unjano, na sio huu peke yake, hata mingine mingine pia ambayo ipo kwenye hili eneo ni kama imepatwa na changamoto hiyo ya kutokea kwa unjano kwenye kwenye mmea wenyewe. Sasa <coughs> hii hali hujitokeza sana hasa kipindi cha baridi. Kwa mfano hapa Morogoro sasa hivi tuna tunapitia kipindi cha baridi kali hasa usiku, lakini pia na asubuhi. Kwa hiyo hii e, baridi ndio inayo. Yani baridi ndio inaosababisha hali hii kutokea ya unjano. Na kwa nini inatokea kwa kipindi cha baridi? Ni kwa sababu unaweza ukaweka mbolea kama hivi sisi tumeweka mbolea lakini changamoto inakuwa sio sio kukosekana mbolea kwenye udongo. Changamoto ni kwamba ile baridi inapokuwa kali huwa inazuia e, inazu, ina, inaz kama inasib inaziblock zile vile virutubisho ambavyo vipo kwenye udongo. Kiasi kwamba hata ule mizizi inakuwa inashindwa kufyonza vile virutubisho kutoka kwenye ardhi kuingiza kwenye kwenye mmea. Na virutubisho ambavyo vinaathirika kwa kiasi kikubwa huwa ni kirutubisho cha magnesium pamoja na nitrogen ambavyo vyenyewe vinapokosekana kwenye mmea, dalili ya kwanza kutokea ni hii ya unjano hasa kwenye majani. Kwa hiyo nini cha kufanya? E, cha kwanza e, e, cha kwanza inatakiwa, mfano unapojua kwamba unalima kwenye mazingira ambayo kunatarajia kukumbana na baridi kali, basi cha muhimu ni unaweza uka, ukaweka plastic mulch. Hapa sisi hatukuweka yaani e, matandazo tunasema, lakini kwa Kiingereza tunaita mulch, lakini nzuri ni ile ya plastic nylon, ambayo inatandikwa kwenye tuta kabla hujapanda hujapanda mazao yako. Kwa hiyo unaweza ukaitanguliza ile. Ukitanguliza huwa inasaidia ku maintain joto joto kwenye ardhi, kwa hiyo udongo unakuwa haupati ubaridi mkali ambao unaweza kuathiri ufyonzwaji wa virutubisho kutoka eh, kwa, kwa mmea. Lakini sasa ndo hujaweka plastic plastic mulch na hali imeshatokea hivyo, nini kifanyike? Cha kufanya eh, kwa kuwa ardhi inategemea zaidi kula kupitia mizizi na mizizi ndio hiyo tayari imeshapata ipo kwenye hali, hali, hali ngumu ya ubaridi wa ardhi maanake, sasa inabidi ubadilishe mfumo wa chakula cha mmea yani, mmea ubadilishe namna ya kula ule kwa kutumia majani. Kwa kwa kipindi kama hichi, tunalazimika tunashauri kutumia sana booster kwa ajili ya mmea kupata chakula kwa njia nyingine ambayo tofauti na ile ya kawaida ya kutumia mizizi. Na booster nzuri kwa hali hii ni booster zenye magnesium, kiwango kizuri cha magnesium, na pia zenye kiwango kizuri cha, cha nitrogen, japo zaidi zaidi ni, ni magnesium inaonekana hapa che, upungufu mkubwa upo kwenye magnesium ambapo upungufu wa magnesium unaonekana kwamba kuna unjano wake unakuwa kama kwenye hali ya, kama vidoti vidoti kwenye majani. Hii ndio ishara kubwa ya upungufu wa magnesium. Kwa hiyo inaonekana hiyo ndio yenye upungufu mkubwa, kwa sababu pia hatushauri sana kutumia e, nitrogen kwa wingi, kwa sababu tunaelekea kwenye, kwenye uzazi, kama unavyoona maua yanaendelea kutoka. Kwa hiyo nitrogen ikiwa nyingi sana inaweza kuleta changamoto kidogo kwenye, kwenye uzazi kwa hiyo hapa zaidi ni kutumia booster ambazo zina kiwango kizuri cha, cha magnesium. Kwa hiyo hicho ndio nilichotaka ni nikizungumze kwa leo. Asante.